Nimeangalia video ya mkutano wa Chadema na na wahariri ulikuwa very interesting, ulikuwa very interesting sana, kiasi kwamba uh, imebidi nitengeneze video hii. Kwanza nafikiri huu mkutano utatoa dira ya kuweza kuonyesha ni kiasi gani watu wanaipata meseji ya Chadema. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu kama hawa ndio watu wa media, watu ambao yani ni ni, ni sehemu kubwa ya kuwaelewesha wananchi, lakini maswali yao ni kama yale waliokuwa ya wanauliza theni, Chadema inabidi wawe very patient na pia kazi iliyopo ni kubwa. Kwanza kitu kikubwa ambacho nafikiri watu inabidi waelewe, na pia ambacho labda Chadema inabidi wazingatie, wanapaswa kuelewa kwamba watu wengi katika jamii wako kwenye wako hapa watu wengi wako kwenye mental prison, na watu wengi hapa, haijalishi ni meneja, ni CEO, ni kiongozi, ni mwanafunzi, ni any level, yaani kwa kazi yoyote, kwa umri wowote Yani kwamba mtu mzima, kwamba ni mzee, kwamba ana experience ya kazi, kwamba hapa haijalishi mtu kama yuko anda, yuko kwenye mental prison, atakuwepo tu, kwa sababu hiyo ni some sort of mind control ambayo imeku, watu wamekuwa nao wengi kwa muda mrefu, na uki kuelewa ile message itategemea mtu yuko kwenye mental state gani mtu yuko mento, yu anamen, yuko kwenye mental prison au mtu yuko free. Na mtu gani yuko free? Mtu aliye free ni mtu ambaye anafanya anaipokea au kutoa hii message. Yani, mtu aliye free ni kwamba amekushapita ame, ame out, yuko outside the confinement ya kuwa controlled, kwamba ana anaelewa kwamba hichi kinachotafutwa ni for the goodness of the generations Haki yani ni kikubwa kuliko individual, ni kikubwa kuliko taifa, ni kikubwa kuliko mimi na wewe. Lakini kwa watu wengi walio hapa, hiyo visioni iko beyond them, kwa sababu wengi ili box hili lime, linakuwa kikwazo cha kuona uwezekano wa kinachosemwa, ushindi unaoweza kutokea, e, e, ideas zinazoweza kufanyika kufanikisha hivi vyote hawavioni kwa sababu wako blocked wao, umo ndani ya box, wanaona hofu, wanaona duality e, kwamba ni bidi zao e, kwamba e, wana yani hawa ni tegemezi, ni tegemezi, bado ni tegemezi wa mtu bado, ni tegemezi wa, wa Yani wana wanafocus kwenye what do I do, and what do I have, kwamba yani mtu hapa eh, anaona, e, anaona kwamba, yani kwa kifupi, hawa watu sio authentic kwa sababu wanategemea bado wanategemea binadamu mwingine bado wanategemea bosi wake bado wanategemea kupandishwa cheo bado wanategemea e, nisije nikafukuzwa kazi kwa sababu ku, u, u, u, mtizamo wao una limiti, una limiti kwa sababu ana, anaona outside, outside kazi they can't survive outside ki, ki, ki- kipato they can't survive, yani maisha yao yako kwenye yako kwenye mikono ya mtu mwingine. Bado wanatafuta approval ya ya bosi approval ya ya watu approval ya ya, ya ya ya ya watu wengine ambao labda wako juu kimadaraka au, au ambao ambao yani wata, wata, wata wasaidia katika kufaidisha au kuendesha maisha yao. Lakini mtu aliye free yuko authentic, yuko authentic na anaona picha kubwa, anaona ana anaona ideas, anaona ushindi anamwona huyu mtu aliyeko kwenye boxi matatizo yake. Kwa hiyo hii bigger picture anaiona, lakini huyu aliyeko ndani anaona hizi tu, hii haioni. Kwa hiyo, kwa nini nasema eh, Chadema especially viongozi wanaokutana na watu kama hawa inabidi wawe patient. kwa sababu These people can't see beyond what you, you you are seeing. Can't see beyond this. Kwa hiyo wasipokuwa wavumilivu, kind and firm. I, I, ita, ita break his conversation. Ambazo ni, ni, ni, ni, ni muhimu kwa pande zote. Kwa sababu hawa watu bado wanahitajika wanahitajika waelewe ili wenyewe waanze kuvunja hii, hii, hii. Wa, wa, waelewe mpaka wavunje hii confinement walioweka, kwa sababu mtu kama huyu asiye asiye authentic hawezi hata kusema kwenye discussion, hawezi hata kusema ukweli hata kama ukweli anauona kwa sababu ana yani kwenye kule kusema ukweli tayari ameshawaza fulani akinisikia anasema ukweli. Yani in, in, in essence mtu aliyeko kwenye confinement hajui hata his own self worth kwa sababu self worth yake inategemea mtu mwingine kwa hiyo ndio maana ulikuwa unaona hata maswali waliokuwa wanauliza wanauliza, e e, ikishindikana, e, ikishindikana mtakwenda wapi? E, anauliza au mtu mwingine anasema hawapewi shinikizo. Unaona kabisa yani, everything they are talking about is based on fear, fear ya, ya wanayemtegemea au fear of theano yani, hawa, ha, kwa sababu eh, wanafikiri wa, wa, wa kila kitu kinamtegemea mtu. Kwa hiyo wanafikiri wakiharibu, then their life is done. Sasa hichi ndio kitakacho ki, yani uu mpaka ukiweza u um, mpaka um, ukiweza kuvukwa huu, watu wengi wakatoka hapa, theni watu watakuwa na free of mind, theni mambo mengine yote yatakuwa rahisi. Sasa kwa maana hiyo, nahisi yani, nachoona ni muhimu kwa viongozi wa Chadema au watu wengine ambao sio viongozi wa Chadema, watu wanaoelewa, watu walio free kukaa na mtu ukiona kama mtu yuko yuko kwenye confinement mentally, jaribu kumuelewesha ili atoke hapa, maanake bila wengi kutoka hapa, yani kutoka hapa itakuwa, siwezi kusema itakuwa ni ngumu, hakuna kisichowezekana. Ni ni ile tu watu wengi ambao tuko free kutu, tuendelee kueleza watu ambao vision yao ni ndogo, ili waweze kujua kwamba in this world everything, everything is possible, na hutakiwi tena, hutakiwi kutegemea mtu kwa sababu <laughs> You are the source. Na, na, na una, yani, kila kitu kinakuja kwako ukishavunja vunja hizi hizi confinement ambazo wengi wame, wamewekewa hili na umezi, umewekewa hizi uwe, uwe control, lakini technically hakuna mtu anayeweza kukuu fulfili unatakiwa umekuja hapa duniani kuwa authentic self na ukiwa authentic self, then he, everything is possible kwa sababu kwa sababu that's, uh, kwa sababu sababu that's ndio kazi yako hiyo. Umekuja hapa uwe wewe, sio uje kwa ajili ya mtu. Kwa hiyo ndio hivyo, ni kuwaomba tu Chadema wawe firm but wawe patience and empathic kuona ili kusudi watu waelewe, waelewe wasi, ili mazungumzo yasivunjiki, kwa sababu it's hard. Na ukiangalia, it's, it's, it's hard for both parties but, but it can be done. Nawashukuru sana.